Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa jina anaitwa Kaso John, ni meneja mamlaka ya mapato mkoa wa Kagera. E, kwanza kabisa nipende ni washukuru nyinyi binafsi, ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa kiungo kikubwa sana e, kufikisha taarifa mbalimbali za mamlaka ya mapato kwa walipa kodi, lakini na serikali kwa ujumla. Kwao niseme tunawashukuru na mkoa wetu wa Kagera uh, kwa mwaka wa fedha tunafanya vizuri sana tnafanya e, na kuanzia mwezi, kwa mwezi Julai hadi mwezi Aprili kwa maana ya miezi kumi ya mwaka huu wa fedha mkoa wetu katika lengo la kukusanya bilioni 135.5 umefanikiwa kukusanya bilioni 158.6. Huu ni utendaji kazi wa asilimia 117. Kwa hiyo kipekee kabisa nipende uh, toa shukrani zangu kwanza kabisa kwa ofisi ya mkuu wa mkoa na vyombo vyake kwa namna ambavyo wanatusaidia, kama mkuu wa mkoa akiwa kama mlezi e, wa taasisi zote. Kwa hiyo tunamshukuru sana saa e, na vyombo vyake, lakini pia pili, wafanya biashara wenyewe kwa kweli tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wakaribu, tumeishi kama ndugu, tumeishi kama rafiki. Kwa hiyo matokeo yake ni kama mnavyoona, hii performance au utendaji wa miezi kumi sasa lakini pia uh, taasisi zingine binafsi na pia za serikali pia tunawashukuru, bila kusahau jumuiya za wafanyabiashara zote. Tumekuwa tunafanya kazi kama timu na imepelekea mafanikio ambayo tumewapata, lakini na wadau wengine wote mbalimbali ambao wapo, waandishi wa habari kama nilivyosema mwanzo na wadau wengine wote niwashukuru sana, na niseme tu ushirikianoni ni muhimu, tunawahitaji sana tuendelee kushirikiana, tuhakikishe hii miezi miwili iliyobaki basi tunafanya vizuri na pengine hata miaka ijayo. Nami naamini huu ushirikiano ukiendelea, tutafanya vizuri zaidi. Aa, lakini pia, ndugu waandishi wa habari, mbali na hiyo e, napenda pia nizungumze mambo yapatayo. La kwanza, matumizi ya, ya EFD kwa maana uh, mashine za utoaji risiti wa kielektroniki niseme e, kuna wafanyabiashara wanafanya vizuri sana, lakini wengine bado hawafanyi vizuri kwa hiyo, mimi nitoa ni, ni wito tu, kwanza kwa wafanyabiashara kuhakikisha wanatoa risiti halali kwa wanunuzi. Tukisema halali tunamaanisha risiti kwanza, yenye taarifa za mlipa kodi amini yule mnunuzi, lakini pia hela ambayo amelipa, lakini na, na zile bidhaa ambazo amenunua. Kwa hiyo wafanyabiashara wote wanao wajibu wa kuhakikisha wana wana, wana wanatoa risiti e, lakini pia wawape risiti. Mwingine anaenda sehemu anasema bwana, nimempa amekataa, mpe risiti yake atapokea e, lakini pia kwa upande wa wanunuzi niseme pia, kwa mujibu wa sheria wana wajibu wa kudai wakudai risiti. Risiti pia inalinda ina, ina, ina haki ya mnunuzi. Kwa mfano, ndugu mwandishi wa habari, unaweza ukanunua bidhaa e, baadaye ukakuta ile bidhaa ina ubora, utarudishaje dukani? Utaendaje kwenye, kwenye, kwenye, kwenye taasisi ambazo zinatetea mlaji ukiwa na risiti ambazo zina taarifa yako kamili, ni rahisi kwenda kwa nani, kwenda hata kurudisha kusema nilinunua hii bidhaa kwako haina ubora, risiti yangu ni hii hapa, nilinunua jana. Lakini uki, ukinunua bila kudai risiti, tafsiri yako utakosa hizo haki zingine eh. Kwa hiyo pia wa, wa, wa, wanunuzi ni wasi, kwanza ni wajibu wa kisheria. Kwa hiyo ukikuta hujadai risiti, pia ni kosa la kisheria, unaweza ukapata uka faini e, lakini mbali na hivyo, kama nilivyosema mwanzo, pia inalinda haki yako kama mnunuzi ko e, sambamba na hilo niwasisitize pia, kuna ndugu zetu wa vituo vya mafuta e, ukienda vituo vya mafuta unakuta risiti nyingi zime zimebaki pale. Cha kwanza niwasisitize wa, wa, wanaonunua mafuta wenye magari wenye bodaboda, hakikisha unadai unachukua risiti yako kwa sababu kwa, kwa, kwa, kwa uzuri kwenye vituo vya mafuta mifumo imeunganishwa, kwa hiyo ukitoa ukitoa mafuta ukijaza mafuta unapomaliza lisiti inatoka automatically. Kwa kwa hiyo lisiti yako ipo, kwa hiyo mimi niwasisitize tu wale wanunuzi wa mafuta watumiaji wa mafuta uhakikishe unachukua lisiti yako, lakini pia hata ndugu zetu ambao wauzaji wenye vituo vya mafuta wahakikishe basi wanawapa nani? Wanawapa, wanawapa lisiti wale wali, wanunuzi wao. Na mara nyingi unakuta muda mwingine printer iko mbali, kwa hiyo mwingine anaona kama anachukua muda nani kusubiria lisiti. Kwa hiyo waike utaratibu mzuri, lisiti ikitoka, basi wawape lisiti yao. E, lakini swala lingine ndugu waandishi wa habari ambayo ningependa nisisitize ni swala la magendo. Mkoa wetu una una, una, una umebarikiwa kuwa na tumepakana na nchi jirani zaidi ya tatu. E, na mpaka wetu ukija kuangalia huu ambao tunapakana na wenzetu ni zaidi ya kilomita 400, kwa hiyo ni mpaka mrefu kidogo. E, na wafanyabiashara wetu wanafanya biashara na nchi jirani. E, kwa hiyo mimi niwasisitize tu wahakishe kwamba wanapitisha bidhaa zao kwenye mipaka rasmi ambayo serikali imetangaza. Eh, wapiti, wanapita hapo e. Na sisi kama TRA tuko tayari kuwasaidia e. Na mara zote unakuta muda mwingine mtu wana, anapitisha bidhaa pengine imesamehewa, lakini kwa kutokuwa na uelewa unakuta anapitisha kama magendo e. Kwa hiyo mimi niwasi mfanyabiashara yote kama unaona una shida ya uelewa, tunajitahidi na kutoa elimu, lakini muda mwingine sio rahisi kuwafikia wote. Kwa hiyo kabla hujafanya biashara, tafadhali njoo kwetu tukueleweshe, tukupe elimu ili utakapofanya hizo biashara basi uhakikisha una, unafanya pasipo kujihusisha na, na biashara ya magendo, kwa sababu madhara ya biashara ya magendo ni makubwa. Kwanza kwa mlipa kodi, ukikamatwa maaki, bidhaa zote zinaweza zikachukuliwa, pengine hata chombo ambacho kimebebwa pia kikachukuliwa, lakini pia kuna faini kubwa. Kwa hivyo vyote vinaweza vikamkuta mfanyabiashara. Lakini pia hata kwa nchi magendo yanasababisha kuingiza bidhaa ambazo hazina hazina hazina ubora. Kwa hiyo pengine muda mwingine anaweza zinaleta matatizo ya kiafya. Lakini hata masuala ya ushindani. E, ukiingiza kwa magendo maana yake wewe bei yako inaweza ikawa tofauti na na wenzio ambao wameingiza kukita kwenye mipaka na wakalipa kodi. Kwa hiyo unaenda kuua ushindani. Na ushindani ukiwa maana yake unaua biashara zingine. Kwa hiyo